Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dokta Hussein Mwinyi itatoa kila aina ya ushirikiano katika kuhakikisha suala zima la mazoezi linaimarika. Nadhani nyote mashahidi, miundombinu ya michezo tulivyoimarisha, hii ni kwa ajili ya mazoezi na mambo mengine. Kwa hiyo wana mazoezi wenzangu tuwahakikisheni tunafanya mazoezi, nami nataka niwahakikishie mimi pamoja na wenzangu wote serikalini, mkituhitaji tutakuja bila ya machati yoyote, na tutaendelea kushirikiana nao. Na bahati njema, Mheshimiwa waziri wa habari mwenyewe yuko hapa nielekeze tutafute utaratibu wa kuwasaidia walimu wa, wa mazoezi ya viungo wapate mafunzo zaidi. Kila siku utaalamu unabadilika. Mimi huwanafuatilia sana ratiba za mazoezi, hata kwenye vipindi vya televisheni. Walimu wetu wanajitahidi, lakini wanafanya wenyewe. Sasa hili tuweke mkono wetu, tuwape sapoti, na mimi niko tayari kutoa ushirikiano. Mheshimiwa Waziri, utakapokwama tafadhali njoo ofisini kwangu. Nataka nione programu maalum ya kuwafundisha hawa walimu inapatikana, iwe hapa Zanzibar ama iwe nje ya Zanzibar. Wakifanikiwa hao, tunafanikiwa sisi. Leo tunajisikia faraja mwalimu akikaa mbele pale anapima spidi zetu, akinafanya dakika tano, akiona tumechoka kidogo anapunguza kiaina, analeta zoezi nyingine. Mwingine kama hana utaalamu angesema fanyeni tu dakika arobaini, tusingeweza. Si ndivyo? maana mzee wangu Bopari ule unampiga zoezi lile dakika thalathini non-stop Kesho utamfanya sitoke wala silipende zoezi, lakini unafanya kiasi. Wanatuangalia, halafu wanatupa mazoezi ya kutia moyo. Mimi nawapongeza sana na nawashukuru sana, na niwaambie walimu, hili nitalishikia bango mpaka nihakikishe limetekelezeka.